Uwezo wa uongozi ni pale kunapokuwa kuna hoja ya serikali ambayo eh, labda upinzani, kwa sababu kumbuka, sisi tulikuwa kwenye mabunge yale ya moto kabisa yale wakati ule eh, upinzani ambapo mkali wa kina Dr. Slaa, upinzani wa kina Tundulisu, wa kina Rema, kina Mnyika, kina Mbowe eh? Unamuona Jenista anapokuwa active katika kuhakikisha kwamba analinda analinda maslahi yeah. ya maslahi ya umma kupitia kazi ambazo sera na na ilani ya, ya, ya, ya serikali za serikali. Kwa hiyo kwa kweli ni mtu anayekuwa anaweza kusimamia masuala ya kiserikali eh, wakati wote lakini pia anaipambania serikali na hii ni inadhirika ina, kwa kazi nzuri ambazo kumevifanya katika vipindi mbalimbali vya mabunge hasa ya huko nyuma. Eh, Jenista ni kiongozi wa wakati wote. Eh, Jenista ni, ni mtu ambaye anajituma sana. Ni mtu wa kujituma wakati wote na shughuli za serikali Jenista ziko kwenye sehemu ya maisha yake, yani, hata wakati wote, na sijajua alikuwa na behave vipi nyumbani, lakini ni mserikali na kila mara, na amekuwa chifu wetu wetu kwa chifu, chifu, na baadaye tena mimi ndo nikawa chifu. Ninajua na ninafahamu kwamba wabunge eh, wote wanafahamu kwamba Jenista yuko street namna gani katika masuala ya serikali kwa hiyo kitu cha kujifunza kutoka kwake ni kwamba lazima unapokuwa umepewa jukumu la kufanya lifanye mpaka aliyekupa aone amekupa jukumu dogo. eh, kwa sababu eh, Jenista ni mfano wa watu wanaojituma, watu wanaopenda kazi, lakini wako serious na kazi anayekuwa amepewa. Mheshimiwa Jenista, kwa ufupi sana, mimi ni dada yangu, alikuwa mbunge mwenzangu, alikuwa waziri mwenzangu lakini alikuwa mbunge jirani tukipakana mipaka kabisa. Yani kutoka kwenye jimbo la Songea Mjini unaingia jimbo la Peramiho, umbali ambao takriban kilometa 25 30. Tukimwelezea Mheshimiwa marehemu Jenista Joakim Mhagama, naweza nikasema ni mtu ambaye kwanza alilelewa vema na wazazi wake katika maadili ya Kiafrika, maadili ya Kingoni, maadili ya Kitanzania na maadili ya kidini ya kikanisa Katoliki. Mheshimiwa Jenista ni muumini kweli kweli wa Ukristu, hasa wa Katoliki. Mheshimiwa Jenista ni mchapakazi siku zote. Mweshimua Jenista ni mchapakazi, akiwa nyumbani ni mchapakazi akiwa ofisini ni, ni mchapakazi. Akiwa chief whip ilikuwa ukijitahidi sana kuwahi pale bungeni. E, mimi na tabia nataka kama bunge naanza saa tatu nifike saa mbili na nusu namkuta mheshimiwa Jenista amekaa kwenye kiti, ujue ndio mchapakazi. Na hapo amefika kwanza ofisini alafu ndo ameingia bungeni. Lakini mheshimiwa Jenista ni mwanasiasa kweli kweli ameweza kuhudumu kwa muda mrefu kama mbunge wa viti maalumu mkoa wa Ruvuma, lakini pia jimbo la Peramiho na wazindi. Amehudumu kwa muda mrefu kwa sababu ya uwezo wake wa kisiasa. Kwa sababu ya ushirikiano katika jimbo la Peramiho, alipewa jina, anaitwa Malkia. Leo jimbo la Peramiho na mkoa wote wa Ruvuma tumempoteza Malikia. Kinachouma, tumempoteza ghafla sana, kwa sababu mpaka jana hali yake ilikuwa nzuri, ameongea na watu. Imebadilika mapema asubuhi ya leo na tumempoteza. Kifo cha ghafla kinauma. Mimi nimepoteza dada mbunge, nimepoteza mbunge mwenzangu, nimempoteza mbunge jirani, nimempoteza aliyokuwa waziri mwenzangu kwangu mimi na wabunge wote wa mkoa wa Ruvuma ni pigo kubwa sana. Kwa wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pigo kubwa sana, na hapo niko na wabunge wenzangu wengine wawili, jumla tuko watatu, Mheshimiwa Mbunda wa Mbinga Mjini pamoja na Mheshimiwa Maria Mnyoka mbunge wa viti maalumu, sote tuko hapa. Hii uone ni kwa namna gani marehemu Jenista Joachim Mhagama alitugusa sote.